Habari mama. Mzuri. unaitwa nani? Naitwa Esther Saitoti. umeipokeaje siku hii muhimu ya wanawake? Hii siku hii muhimu ya wanawake nimeipokea kwa ushindi kabisa. Kwanza Arusha kumechangamka, mama ametuwezesha kabisa vizuri, kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa siku hii kubwa ya wanawake Arusha. na wewe ukiwa kama mwanamke unatamani kitu gani ambacho kifanyike ili kuendelea kuipa thamani siku hii muhimu ya wanawake duniani kila inapofanyika kila baada ya miaka mitano hapa kwetu nchini Tanzania? Kitu muhimu ambacho kingefanyika hapa nchini kwanza ni kuhusu kuhamasisha wamama wasimame vizuri kwenye nafasi zao, kama mama akae kama mama, kuhusu kulea vijana wetu wasichana na kuwapa maadili mema ambayo yanatakiwa sawasawa. Mama, tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu, una lipi la kuambia wale wanawake ambao wako nyumbani, pengine katika kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi, ukiwa kama mwanamke, una lipi la kuambia hao wanawake? Nilikuwa nawaambia wanawake wajitokeze kwa wingi kugombea nafasi, kwa sababu mahali penye mama aliharibiki neno mama. Anapojitolea mama, katika uchaguzi, katika uongozi mama anadili sana na familia na mama akiwa kiongozi mahali anatoa maadili mazuri ambayo yanasaidia jamii na jamii inakuwa katika mwelekeo mzuri sawasawa. So, so, shukrani sana mama, asante, nashukuru.